Mengi yaani, ndani ya ndege moja, kwa mfano hii international, mnaweza mkajikuta mataifa mengi sana, mkoa nchi nyingi tofauti tofauti, wanaoenda China, wanaoenda Marekani, wanaoenda suarabuni, wanaoenda Afganistani, wanaoenda Korea, wanaoenda eh. Kwa anyway, sababu ni connection. Kwa mfano hii ndege inatoka hapa inaelekea Katari uh, Katari pale Katari pale. Sasa kila mtu ana connect kwenye taifa analoenda, kwa hiyo unajikuta ndani mpo watu wengi mataifa tofauti tofauti. Sasa nilikuwa nina wazo nimefikiri <coughs> kwa sababu mataifa ni tofauti tofauti, na tunajua kwenye mataifa mengine, kila taifa linakuwa lina aina yake ya, ya, ya tabia, aina yake ya namna wanavyo wanavyoishi na watu wengine kama ikiwapendeza, watu wa ndege hawa ambao wana mashirika ya ndege, at least wangetumia kama dakika kidogo hivi mbili, tatu, nne, tatu, nne hivi kwa ajili ya kuhamasisha upendo upendo baina ya watu na watu kwa sababu humu kuna mataifa yote, wazungu wa Afrika wapomu wa Arabu. Unaona, kuna manchi mengine yanapigana vita kila siku e. Kwa hiyo unakuta binadamu wa nchi hile, hata upendo e, katika mioyo yao imekufa. Lakini haya mataifa ya ndege haya, amini, hawa wamiliki wa hizi ndege wangekuwa wanatumia nafasi hii kuhamasisha upendo baina ya watu na watu e, tumiki hatalipite tangazo dakika e, la dakika moja la kuhamasisha upendo kwa jamii, upendo kwa watoto, upendo kwa watu wazima, upendo kwa mataifa mengine, upendo kwa Wazungu, upendo kwa Waarabu, upendo kwa Waafrika e, yaani watu wapendane, chuki zingepungua, vita zingepungua, tungeanzia e, hapo. Mawazo no, so yangu tu mawazo no, so yangu tu kwao segeme ya kujorungu uh, lakini ni mawazo so yangu tuafanyeje no, so ndugu tu. Zangu nimeona nitoe wazo hilo, kwamba ndani ya ndege mataifa ni mengi, watu ni wengi uh, matangazo pia huwa yanatoka mengi hapa, kwa hiyo fungeni mikanda, sijui fanyeni hivi fanyeni hivi. Kwa hiyo moja kati ya tangazo lingekuwa kuhamasisha upendo, amani na mshikamano baina ya watu na watu. It's over. Thank you for listening. It's me sme Kwa wajanja ks.